Mfalme Zumaridi huyu ndio Mungu wako. Ndio msaada wako, Amina. Ndio kinga yako umaindane kutenga na mauti haya, watu wadodoka ovyo. awali kabisa na leo tena. Eembu, kabla tujaendelea mbele zaidi, embu turudie tena hiki kipande, turudie tena hiki kipande. Ah. Ni Mungu wenu. Huyu Mfalme Zumaridi huyu ndiyo Mungu wako Ndiyo msaada wako Ay! ndiyo kinga yako imalinda ne kutenga na mauti haya watu wadodoka ovyo Hivi unakumbuka kile kilichotokea nchini Kenya kwenye mapoli, miili zaidi ya watu mia moja iliyokotwa kule, chanzo kikiwa ni imani tu. Hakukuwa na sababu nyingine. Watu waliaminishwa, embu imajini na hii picha hawa. Unaona wanasujudu ni waumini wake, alafu yeye anapita hapo katikati. Yani wao wanasema huyo ndo Mungu wao. Sasa hao ni watu wazima waliopevuka akili akiliok okay. Wao wameshapotea. Turudi kwenye hiki kizazi cha hawa watoto, alafu unawadanganya eti nimewapikieni ubwabwa. Yaani watoto ameshaaminishwa na kujengwa kwenye akili yao kwamba Mfalme Zumaridi ndio Mungu wao eti, oh, mimi nakutenganisha na kifo. We unakijua kifo? We wewe Zumaridi wewe, hakika mwanamke aliyekuzaa ni bora angezaa jiwe, tungesema lingesaidia katika zile figa mbili, hilo jiwe alozaa lingekuwa la tatu. Zumaridi wewe, ni kiumbe uliyetokea wapi? Kuna dhambi hata shetani hajawahi kutenda. Yaani shetani yuko pembeni anasema, ngoja nijifunze dhambi mpya kutoka kwa Zumaridi. Yaani Zumaridi, wewe wakuwakalilisha watoto vitu hivi? Nilikaa kukufuatilia muda mrefu sana, lakini nilikuwa nakosa pointi ya kuelezea watu, kwa sababu hakuna mtu ambaye angeniamini ndio maana leo hii baada ya kukamatwa tu nikajua huu ndo muda sahihi wa mimi kuweza kuleta kile ambacho nilikuwa nikikitafiti muda mrefu. Mwanzo ulikamatwa na jambo kubwa ambalo lilifanya ukamatwe, maskari wamekuja kwako, waumini wako wakajifanya mazombi wanaruka kumfuu Baadaye mambo yakayokuja mengi, mara amesukule mara ukamwita Mama Kanumba au njoo muone Kanumba na amfufua, mara ukamwita e, wastaa njoo muone mumeo. Kuna siku tukastaajabu eh, tumemleta mzimu wa Michael Jackson juzi. Mwanao kaja na Wahindi, lakini hao Wahindi ukiwatazama guys. Serikali basi, sawa kuna upande e, hamtendi haki, basi hata na watu kama hawa huyu unachukua kama mzee wetu yule mkuwa mkoa wa Tabora alivyosema, huyu unachukua na kusukuma ndani, leta kabisa sukuma ndani huko ndani kabisa. Zumaridi sio wa kuachwa, hiki kizazi anachokitengeneza yeye ni kizazi kibovu. Kuna nyimbo za Injili zimelalamikiwa na watunzi wao kwamba Zumaridi anazibadilisha basatamko wapi? hamkutoa tamko Ndo kwanza watu wazima wananyanyua mikono na kumshangilia Zumaridi, Mungu wetu Zumaridi. Guys, Tanzania tukiungana kwa pamoja tukasema tupige dua kwa pamoja, huyu masaa sita atoboi. Piga dua la moja kwa moja, yaani huyu akilala siamke. Huyu anaharibu kizazi. Sisi tumekulia katika maadili na dini, lakini huyu kakulia kwenye ushetani. Chukua sukuma ndani, au tukae chini tupige dua, aende moja kwa moja, ila si kuona kizazi kinapotoshwa dizaini hii. Hawa ni watoto, unafikiri huyo wa mtoto anaenda kumadisia nini mtoto mwenzake, na mtoto mwenzake, mtoto mwenzake? Mwisho wa siku, eh, tutaanza kuona watu wanajiita miungu hapa Tanzania kama we unavyojiita. Ni ni ni aibu, aibu, aibu kubwa sana, ni aibu, jamani, ni aibu, nchi yetu inaenda wapi? Kuna laana zingine tunazitafuta sisi wenyewe. Tunavyokaa kimya, ndivyo huyu mtu anavyozidi kupata nguvu. Huyu ni kuchukua kwanza, unataifisha hiyo sehemu ambayo anafanya huduma yake, unawapa hata watu wasiojiweza, au unafanya hata kituo cha polisi hiyo sehemu anaofanya yeye maombi yake, halafu namwambia kwenye mkoa wangu, toka katafute mkoa mwingine, na kila mkoa atakaoenda, mnamfukuza. Hakika huyu atatafuta pa kwenda, ataenda kuisha tambu gani na simba akaliwe huko moja kwa moja mw. ila si kumwacha mtu kama huyu akayeangamize kizazi hiki la